hakuna nyumbani mkate isipokuwa mkate. Ukitoa ndio umetoa yote, hakuna hata akiba. Akamwambia toa mikate mitatu na Mungu ataleta thalathini mikate. Mtu mesha kafunga funga, akampa mikate mitatu. Baada ya siku, yuko jirani pale anasema, leo nina hamu ya kumpikia Rabe al Adawiya tunu na mkate. Akampikia mikate ile ile, ile alompa fukara bila mwenyewe kujua, akaitengeza vizuri tena ale mpaka mengine atoe sadaka. Simtengezei mkate mmoja wala miwili wala mitatu, nitamtengezea mikate thalathini nimpelekee. Kaeka mikate thalathini, akampa mtumishi wake, akawambia mpelekee bibi Rabi al Ajawiya, mmoja katika nguzo za mutasawifini. Yule mtumishi alipoiona mingi akasema, huyu bosi wangu vipi? Karukwa na akili nini? Mtu zawadi ndo nampelekea mikate yote hii thalathini ya nini? Akachomoa miwili Akasema nitampelekea 29 tu. Kagonga mlango, kampea bwana, eh kuna mikate yako kutoka kwa bibi fulani. Akaambia umeambiwa ya hapa? Rabi anamuuliza, akaambia ndio. Akaambia mikate mingapi? Akaambia iko mikate ishirini na nane. Akaambia sio ya hapa. Kwa nini? Akawambia sio ya hapa, nenda ulikopelea, ulikoagizwa upeleke, nenda kapeleke mikate ya watu, mbona analifanyia maskara Meagizwa nani? Rabi asiyekuwa wewe hapa. Akamwambia, bwana mimi nakwambia hiyo mikate si ya kwangu. Kwa nini unasema hiyo? Anasema ingekuwa ya kwangu, ingekuwa thalathini ah. Bwana akasema kaniona nini nilipokuwa nachoma? Akamwambia <coughs> basi, ngoja nikahakikishe nyumbani, ndikuhakikisha anaenda kuchukua nairudisha, kisha baadaye ah. Amerudi bwana, kuna mingine ilikuwa imesahaulika kweli, thalathini ya kwa lakini alikuwa anajiuliza kaambiwa na nani? Anajua kwamba man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha, Mungu analipa moja kwa kumi. Sasa hakikisha wewe utakachotoa, kama umetoa alfu moja Mungu atakupa zaidi ya zile thalathini. Mungu atakupa atakupa na atakuongeza, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Nani katika sisi anashindwa kutoa shilingi mia tano kumpa mtu nani Tukisema sadaka hatuwataji matajiri tu, bali mimi na wewe tunatoa sadaka, bali mimi na wewe tunatengeza akhira yetu, nyumba zetu za kesho akhira, tunatengeza hali zetu, tunafanya hivyo. So, tuko wapi sisi na maisha hayo? Na sisi tunajua kwamba kesho na kesho kutwa tutaondoka. Mbona tunasema nabni lbuyuta wa hatman tanharu tilka lbuyutu wanamutu subhana man la yamutu, tunajenga majumba na hakika yataporomoka majumba hayo baadaye na tutakufa. Subhana ni yule ambaye hafi milele, na kila kitu tutaacha pembeni

Waaidda zada lilailatin subhuha yauma alqiyama, maneno aina nne, lakini yalikuwa ghali kilima kidogo tu. Omar bin Abdul Azizi anapewa na Hasanul Basri, anaambia unataka mawaidha, na kuambia funga, funga dunia, futari yako iwe ni kifo, najiandae na zawadi usiku ambao alfajiri yake itakuwa ni siku ya Kiyama. Maneno hayo amemaliza kutoa mawaidha Hassan al-Basri, summina dunia dunia wa aftir ala al-maut. Funga dunia, maana yake funga dunia, jizuie na hii dunia hii. Kufunga ni kujizuia na kula na kunywa na shahwa. Sasa ukifunga dunia, maana yake ni kujizuia ya dunia kukupelekesha, kukupeleka haina mwisho mwema. Summina dunia wa aftir ala al-maut Ftari yako isiwe halua wala tende wala juice, iwe ni mauti. Jua wazi kwamba kile utakachofutaria baada ya saumu yako ni kifo. Hapo kuna falsafa ya hali ya juu, kuichambua itahitaji wakati mrefu, lakini inatosha kwamba saumu yako iwe ya dunia na futari yako iwe mauti, na andaa zawadi usiku ambao alfajiri yake itakuwa ni siku ya, ya kiyama hawa watu walimjua Mwenyezi Mungu mapema, ikawa wanajua sisi tutaondoka siku yoyote wakati wowote dakika yoyote. Sayiduna Abubakr alipokuwa katika uhai wake aliongoza ukhalifa kwa muda wa miezi 30 miaka miwili na miezi michache, kama vile Umar bin Abdul Aziz, siku ya kufa kwake anaugua anaugua. Bibi Aisha alikuwa ndo yuko pembeni mwake anamshika huku babake akimkandakanda kidogo, akimweka maji kidogo. Basi anamsikitikia anamuuliza, ya abatahu ala astad'i laka tabiban, sibora nikakuitie daktari. Msikiliza anasemaje: yabnati ya Aishatu ya laqad qabaltu tabib, usiende kuniitia daktari, tayari mishaonana na daktari tayari, meshaonana na daktari Akamuuliza, fa madha qala laka tabibu ya abatahu, daktari akakwambia nini baba? Akamwambia, ya Aisha, laqad qala liya tabibu huwa fa'alu lima yurid. Tabibu amenambia yeye anafanya anavyotaka, mwashi afanya anavyotaka. Akamwambia, basi baba sikiliza, nikwambie, ala ashtari laka kafanan jadidan, wacha nikakununulie sanda, kwa sababu nakuona katika hali ambayo sasa hivi tena si wetu tena kafanan jadidan, sanda mpya, kwa sababu wewe ni amiri almu'minin, kama ni katika watu ni wale tunaoita VIP, sanda yako lazima pia iwe sanda ya nouun farid. Akawambia Aisha alhayu aula bil jadidi min almayit, alikuwa hai ni aula zaidi kuvaa kizuri kuliko mimi ambaye tayari nitakuwa nimekufa. Huna haja ya kutupa pesa kwa ajili ya kwenda kutafuta nguo ya mimi maiti nitakapokufa.

kisha mchanga juu yake, alafu kipya kitakuwa na maana gani? Baada ya muda mchache kitakuwa mwili umeoza, umetapakaa kila kitu ha, haina faida. Alikuwa haya na, na, na, na, au la kuvaa kitu kipya kuliko m. Akawambia, basi umenishinda. Hawa watu wanamjua Mungu kiasi hicho, mpaka wanafunga kutokamana na mambo ya kidunia, mpaka akiwa amekufa, mpaka amekufa anaonekana kwamba anamuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, isifanywe israfu yoyote katika kifo chake hata ya nguo. Basi Waislamu, namaliza maneno haya kwa mazungumzo mapevu ya Sayiduna Ibnul Qayyim Aljauzi anasema: lilabdi rabbun huwa mulaqi, mwanadamu anaye mola lazima atakwenda kukutana naye. wa baitun huwa sakinu na mwanadamu anayo nyumba lazima atakwenda kuishi. Kaa utakavyokaa katika ulimwengu, lakini conclusion ya aya za mwanzo tulizozitoa na hadithi ya mwisho utakavyoishi katika ulimwengu, lakini jijue kwamba laka rabbun, unaye Mola saufa tulatihi, utakwenda kuonana naye akuulize kila kitu ulichokifanya. Wa laka baitun, na unayo nyumba anta sakinuhu, utakwenda kuishi katika nyumba hiyo. Sasa la kufanya lipi? Anasema fal yastardi rabbahu qabla an yalqah waliyuamira baytahu qabla intiqali ilayhi, na amridhishe mola wake kabla ya hajaja kukutana naye, na aijenge nyumba yake kabla ya kwenda kuhamia. Ijenge nyumba sasa hapa ulimwenguni kabla ya kwenda kuhamia, mridhishe mola wako mapema kabla ya kwenda kwenda ku,

Ya Rabbi tuepushe na moto. Ya Rabbi tuingize peponi. Ya Rabbi tuepushe na moto. Ya Rabbi tuingize peponi. Ya Rabbi tuingize peponi. Ya, ya Rabbi tuepushe na moto. Saumu so zetu zitakabali. Ibada zetu zote zitakabali. Zaka zetu na sadaka zetu tunazotoa zitakabali. Qiyamul layl na kila tunachokifanya katika mwezi huu mtukufu, ya Rabbi tutakabalie. Tuondoshe udhaifu tuweze kukutaja usiku na mchana. Tupe nguvu za kukuabudu na kufanya da'wa na kufanya ibada zote. Ya Rabbi, tunakuomba tuepushe na madhila, tuepushe na dhiki ya dunia, tuwekee amani katika nchi zetu, tuwekee huruma katika watu wanaotutawala, tuwekee nguvu katika maadui zetu, tuwekee utajiri katika ufukara tuliokuwa nao, tuvue katika matatizo, tupeleke katika kheri, tuongoze na waongozi wanaotuongoza, tupeleke katika mahali ambapo panastahiki, tunapoondoka pale ambapo...

Illa allati kana qabla mautin yabniha, hana mwanadamu nyumba atakayokwenda kuishi ila ile nyumba alikuwa akiijenga kabla ya kifo chake.